Mimi neno langu Wanasingida wakae mkao wa kula katika yale ambayo tulikubaliana tufanye, kwa kweli tutayafanya. Na tarehe kumi na sita mwezi wa tano tutakuwa na Samia Knockout hapa Singida. Kwa hiyo mchezo wa masumbu unakuja Singida na umekuja kivingine, utakuwa ni mchezo mkubwa wa burudani na unaovuta watu wengi. Kwa hiyo utafanyika hapa, tuliahirisha kwa sababu ya maandalizi muda. Unajua, tumeandaa hii Meimosi kwa muda mfupi sana. Kwa hiyo tulikuwa na matarajio mengi ya kufanya mengi, lakini yale tuliyoweza tumefanya. Lakini niwaambie tu, wakae mkao wa kula, tarehe kumi na sita tutakiwasha tena kwa kupitia Samia Knockout. Mimi kubwa niseme wafanye haraka waje Singida, hali ya hewa kama mnavyoiona hii leo na niona niko na mgolole hapa, tuna hali ya hewa nzuri sana, mazingira mazuri, watu wazuri, huduma, ukarimu wa watu wetu, lakini tuna vyakula vya aina mbalimbali, lakini kubwa ni wale kuku wetu pendwa, kuku bora kabisa Afrika. Kwa hiyo niwaambie wakaribie, Meimosi imekuja kivingine kidogo. Sisi kwa maandalizi, niseme tumeshakamilisha karibia hatua zote. Nafikiri mmeona tumeboresha miundombinu hasa ya barabara tumeboresha viwanja leo, bombadi usingeitegemea iwe kama ilivyo. Kwa hiyo alama itakayoacha ni kwamba watu wamejua Singida kuna fursa. Naamini kabisa tutapata wawekezaji wengi, wageni wengi, lakini hata kupitia hii memo tumeanza sasa kupata matukio mengine kama hiyo ninayosema uh, Samia ya knockout ni kitu kipya kabisa kimekuja. Kwa hiyo kila mtu anaona kumbe Singida ni pazuri na tunaweza tukafanya maazimisho yetu ya jambo lingine lolote. Kwa hiyo hiyo ni, ni alama ambayo tunaweza kuipata na kuiacha, lakini pia mmeona tumeenda kuibua maeneo ya kihistoria. Kwa hiyo sasa tunaanza ku, kuibua upya historia za Singida na sisi tujulikane kama mikoa mingine, tuna historia nzuri, tuna uh, watu wetu ambao ni mahiri kabisa ambao wamepambana kupambania taifa hili na watu wao kina uh, mashujaa ya liti kina Chifu Senge, lakini kupitia hii Meimosi wote tumewaibua uh, Singida Singapore, tunaiona sasa kuwa uh, Singida yetu tunaenda kule tunapodhamiria kuwa ni mji wa, wa, wa kibiashara mji wa kuunganisha uh, biashara na huduma mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo ninayo tayari orodha ya watu ambao tayari wameonyesha nia ya kuja kuwekeza kwenye mambo mbalimbali, kwa ile dhamira yetu ya kufanya Singida kuipeleka duniani Tanzania nafikiri tatimia.